Sikiliza kisa hiki cha kijana tajiri hapa Tanzania, alivyovaa mavazi ya kichaa na kuishi kama ombaomba, ili tu ajue nani angempenda kwa dhati, si kwa jina lake wala utajiri wa baba yake. Nchini Tanzania aliishi tajiri mmoja maarufu sana aliyeitwa Mzee Mugambi. Alikuwa anamiliki viwanda vya saruji, makampuni ya mafuta, hoteli kubwa na magari ya kifahari, Aliheshimiwa sana si kwa sababu ya utajiri wake tu, bali pia kwa kuwa alikuwa mtoa misaada na mshauri wa viongozi wakuu serikalini. Mzee Mugambi alikuwa na mtoto mmoja tu wa kiume aitwaye Jonathani. Huyu kijana alipelekwa kusomea biashara nchini Marekani ambako alifuzu kwa heshima kubwa. Baada ya miaka sita alirudi nyumbani akiwa mtu mzima mwenye maono makubwa ya kutoa biashara za familia na kuzikuza zaidi. Siku moja walipokuwa wamekaa sebuleni, Jonathani aliwatazama wazazi wake kwa macho ya utulivu na kusema, Baba, mama e, nimeamua, nataka kuoa. Mama yake alishangilia kwa furaha, mwanangu, hiyo ni habari njema sana. Baba yake akamwangalia kwa tabasamu. kwa bahati nzuri, kuna msichana tayari tunamfikiria. jina lake ni Rebeka Mlai, ni mtoto wa rafiki yangu wa karibu. amesoma Marekani, ni daktari bingwa na anatoka familia ya heshima. Jonathani akatikisa kichwa pole pole. nimemwona Rebeka, ni mrembo na msomi, lakini baba, mama, naomba mniruhusu nijue tabia yake ya kweli Siwezi kuoa kwa sifa za juu tu. Mama yake alishtuka, una maana gani mwanangu? Nataka nivae mavazi ya kichaa, nionekane kama mtu wa mitaani asiye na msaada. Nitakaa maeneo ya kazi ya Rebeka, nione jinsi atakavyonitendea bila kujua mimi ni nani. Mzee Mugambi alicheka kidogo. Hicho ni kitu cha hatari, lakini ni wazo la hekima. Ukifanikiwa utajua kama kweli anakupenda au anataka jina na mali. Siku iliyofuata, Jonathani alivaa kaptura iliyochanika, shati la zamani lililokuwa na viraka, kofia chafu na viatu visivyo na umbo. Alipaka uso vumbi na tope, akavaa tabia ya mtu aliyechanganyikiwa. Hakukuwa na mtu hata mmoja ambaye angemtambua. Alijifanya kichaa kabisa. Alienda kwenye jengo kubwa la hospitali binafsi jijini ambako Rebeka alikuwa daktari wa upasuaji. Akakaa karibu na lango kuu akibeba chupa tupu na kuomba omba. Rebeka alipomwona kwa mara ya kwanza alikunja uso na kusema kwa sauti, "Ewe, ondoka hapa, harufu yako tu inanifanya nichukie kula." Jonathani hakujibu, alinyamaza tu na kutazama chini. Wafanyakazi wa hospitali walimpiga kelele. Walinzi walitaka kumfukuza. Rebeka hakuwahi kumpa hata maji ya kunywa. Lakini siku hiyo hiyo, ndani ya hospitali hiyo, kulikuwa na msichana mwingine. Alikuwa mfanyakazi wa usafi, jina lake Naomi Baraka. Msichana mnyenyekevu asiye na kelele, lakini mwenye moyo wa huruma. Alikuwa akifagia korido za jengo hilo huku akiwa na ndoto ya kusoma. Siku moja Naomi alipoona yule kichaa akifukuzwa kila siku, moyo wake uliumia. Siku moja alikata mkate wake wa mchana vipande viwili, akakaribia Jonathani polepole. Kaka, chukua. hata kama huwezi kusema, kula tu. Mungu anaona. Jonathani alimtazama Alitamani kusema asante, lakini akajizuia. Alikumbuka jukumu lake. Alipokea kipande cha mkate kwa mikono miwili, machozi yakimtoka kimya kimya. Ndipo moyo wake ukaanza kupiga tofauti. Jonathani alijua kwamba alikuwapo katika majaribu yake mwenyewe. Aliweza kuhisi uchungu wa kila siku alivyokuwa akifanya hili. Alikuwa akicheka kwa furaha moyoni, akiwa na matumaini ya kugundua ukweli wa tabia ya Rebeka. Alijua kuwa ni mtihani ambao aliutafuta kwa maana ya kumjua mpenzi wake wa baadaye na kupima kama upendo wake ungekuwa wa kweli. Lakini alijua pia kuwa njia hii ilikuwa ngumu zaidi kuliko alivyofikiria. Aliendelea kujifanya kichaa kwa siku kadhaa, akifanya safari yake kila asubuhi hadi ofisi ya hospitali. Alijua kuwa alikuwa na harufu mbaya, mavazi yaliyojaa vumbi na sura iliyojaa uchafu. Hakukuwa na mtu yeyote ambaye alimwona kama mtu mwenye maana na hakukuwa na mtu yeyote aliyekuwa tayari kumsaidia. Rebeka, ambaye alikuwa mtu mwenye heshima kubwa, alikataa kumsaidia hata kwa neno moja. Kila alivyomwona Jonathani, Rebeka alionyesha dhihaka, akimwona kama mtu asiye na dhamani. Alimwambia mara nyingi aondoke akimtukana kwa maneno makali. Ondoka hapa, mrembo, huwezi kuwa na maana yoyote kwangu, alisema kwa sauti ya dhihaka. Jonathani alijua kuwa alikuwa akichukua hatari, lakini alijua kwamba alikuwa katika mtihani mkubwa. Alijua kuwa kila alivyodhulumiwa na Rebeka alichochea moto wa majaribu zaidi, na akaendelea kufanya hivi kwa azma thabiti. Lakini aliweza kuona mtu mwingine kwenye hospitali hii, mtu ambaye hakufikiri kama angekuwa na umuhimu kwa maisha yake. Aliona Naomi, msichana wa usafi ambaye alifanya kazi kwa upole. Naomi alikuwa na moyo wa huruma, aliona uchungu wa Jonathani kwa macho ya upendo, ingawa alikuwa akifanya kazi ya kawaida ya kufagia. Kila alipomwona Jonathani akiwa amekalia kivuli cha lango la hospitali, aliguswa na hali yake. Aliona jinsi alivyokuwa anateseka akijua kuwa alijifanya kichaa, lakini moyo wake ulijua kuwa hali hii haikuwa ya kweli. Aliweza kuona kuwa Jonathani alikuwa akichukua maumivu ya kipekee kwa ajili ya upendo wa kweli. Siku moja alipokuwa akifagia korido, Naomi alikata mkate wake wa mchana na akaenda kwa Jonathani. Alijua kuwa mtu huyu alikuwa anahitaji msaada na alijua kuwa alipokuwa akimsaidia alikuwa akifungua mlango wa huruma. Jonathani alishangaa alipomwona Naomi akija kwake. Alikuwa amejizolea uchungu mwingi kwa siku nyingi, lakini aliweza kuona huruma ya kweli katika macho ya Naomi. Naomi alijua kuwa Jonathani alikuwa anahitaji msaada wa kipekee na alikuwa tayari kumsaidia kwa njia yoyote ile. Alimkabidhi kipande cha mkate kwa mikono miwili, akimwambia kwa upole, "Kaka, chukua, hata kama huwezi kusema, ekula tu, Mungu anaona." Maneno ya Naomi yalingusa Jonathani kwa namna aliyokuwa hajawahi kufikiria. Alitamani kusema asante, lakini alijizuia kwa sababu alijua kuwa hii ilikuwa ni sehemu ya mtihani wake Alikumbuka jukumu lake, lakini alijua kuwa hii ilikuwa ni sehemu muhimu ya safari yake. Aliweza kupokea mkate huo kwa mikono miwili, machozi yakimwagika kimya kimya. Naomi aliondoka kwa polepole pole, akirudi kwenye kazi yake, lakini alijua kuwa aliandika historia mpya katika maisha ya Jonathani. Kwa mara ya kwanza alijua kuwa aliona upendo wa kweli katika dunia isiyo na huruma. Jonathani alijua kuwa Naomi alikuwa mrembo kwa ndani, na alijua kuwa kwa msaada wake alifungua mlango wa mabadiliko kwa maisha yake. Katika hali ya kuchanganyikiwa na huzuni, Jonathani alijua kuwa upendo wake wa kweli haukufungwa na mali, nafasi au hadhi. Aliweza kuona kwamba upendo wa kweli ulikuwa unapatikana katika maisha ya kawaida, kwenye sehemu za kawaida za dunia hii. Hata alivyokuwa akijifanya kichaa, alijua kuwa upendo wake ulikuwa unamkuta kwa njia ya Naomi. Alijua kuwa kila siku alivyokuwa akimkosa Rebeka, alikuwa akipata funzo kubwa. Aliweza kuona kuwa upendo wa kweli haukujengwa kwa sura ya nje, bali kwa moyo wa dhati. Naomi alikuwa ameonyesha upendo wa kweli bila kuzingatia hadhi, mali au familia. Aliweza kuona kuwa upendo ulikuwa ni msaada wa kweli, sio dhihaka wala kutafuta maslahi binafsi. Jonathani alijua kuwa alikuwa amefanya jambo kubwa kwa kuchukua hatua hii. Alikuwa akijitahidi kupima mapenzi ya kweli na alikuwa amepata jibu. Alijua kuwa Naomi alikuwa na nafasi kubwa katika maisha yake, ingawa hakuelewa kikamilifu kile kilichokuwa kinatokea ndani ya moyo wake. Naomi kwa upande wake, alijua kuwa alikuwa ameungana na moyo wa huruma kwa mgeni, na kwa njia hii alikuwa amefungua mlango wa maisha mapya kwa Jonathani. Alijua kuwa kwa kumsaidia, alikuwa akimwonyesha njia ya mabadiliko kwa kumfundisha upendo wa kweli. Kwa wiki nzima, Jonathani aliendelea kuigiza kama kichaa. Alikaa karibu na lango la hospitali kila siku asubuhi, akibeba chupa tupu, akisema maneno yasiyoeleweka na wakati mwingine kuimba nyimbo zisizo na mpangilio. Rebeka alizidi kumdharau. Wakati mwingine alimpulizia dawa ya manukato kwa kejeli akisema, "Pengine harufu hii itakusaidia kuoga kwa ndoto zako." Walinzi nao walimzoea wakimfukuza mara kwa mara. Walimpiga kelele na kumkemea, lakini Jonathani hakuondoka. Aliendelea kuishi katika hali ya udhalilishaji ili kupata ukweli, upendo wa kweli. Lakini kila siku aliona kitu kimoja ambacho kilimfanya asikate tamaa: Naomi. Naomi alikuwa tofauti, alikuwa na macho ya huruma, moyo wa dhati na tabia ya unyenyekevu. Alipita karibu na Jonathani kila siku akiwa na fagio lake na ndoo ya maji, lakini hakuwahi kupita bila kumpa angalau tabasamu. Siku moja alasiri, mvua kubwa ilinyesha. Wafanyakazi wa hospitali walikimbilia ndani wakijikinga. Jonathani alikuwa ameketi chini ya mti akitetemeka kwa baridi, mavazi yake yalilowa maji na alipiga chafya zisizokoma. Naomi alipomwona, moyo wake ulijaa huzuni. Bila kujali nani alikuwa akimtazama, alikimbia hadi sehemu ya uzio wa hospitali, akaingia ndani ya duka lililokuwa jirani, akanunua taulo kubwa na blanketi. Alirudi kwa kasi, akamkuta Jonathani akitetemeka. Samahani kaka, alisema kwa sauti ya upole, hii itakusaidia kujifunika. Akamfunika kwa upole, akalalia pembeni kidogo, macho yakiwa na machozi. Jonathani hakutaka kuamini kile alichokiona. Msichana huyu alikuwa hana chochote cha maana kiuchumi, alikuwa mfanyakazi wa usafi tu, lakini alikuwa na moyo ambao mabinti matajiri kama Rebeka hawakuwa nao. Machozi yalimtoka tena, akaegemea ukuta, huku moyo wake ukizidi kupasuka kwa hisia. Usiku huo alirudi kwa siri nyumbani kwao, akamweleza mzee wake na mama kuhusu matukio ya siku hiyo. Baba yake alimsikiliza kwa ukimya, halafu akasema kwa sauti nzito, Jonathani, mtu kama huyo hawezi kupatikana mara mbili. Msichana anayempa kichaa blanketi ni msichana wa roho safi kuliko dhahabu. Siku iliyofuata Jonathani aliendelea na kazi yake ya kuigiza. Rebeka alizidi kuwa mkali, alimwita kichawa, lango mchafu, asiye na maadili, na siku moja hata alijaribu kumwagia maji chafu kutoka kwenye chupa. Walinzi walimcheka wakishabikia dharau hiyo, lakini Jonathani alikaza moyo. Wakati huo, Naomi alizidi kuonyesha huruma. Alianza kuacha chakula chake kwa siri kila siku karibu na sehemu aliyokaa Jonathani. Alianza kumuuliza maswali ya upole, ingawa hakuwahi kujibiwa. jina lako nani? una familia? Jonathani alimtazama tu kwa macho yaliyojaa upendo aliyouficha. Alitamani kusema kila kitu, lakini aliendelea kubaki kimya. Naomi hakukata tamaa. Siku moja, alimletea sabuni na maji ya moto ndani ya chupa. Akasema, sijui kama utatumia lakini najua unastahili usafi kama binadamu wengine. Jonathani alijua hakukuwa na haja ya majaribio zaidi, moyoni alikiri, nimepata, nimepata moyo wa dhahabu. Wiki tatu baadaye, Jonathani aliamua wakati umefika. Ilikuwa Ijumaa. Alichukua simu ya siri aliyokuwa ameificha, akapiga simu kwa mlinzi wa familia yao akamwambia amlete gari maalum saa kumi jioni. Kisha alirudi nyumbani, akafanya usafi mkubwa, akavaa suti rasmi nyeusi, akanyoa ndevu na kuvaa manukato ya kifahari. Mama yake alipomwona alilia kwa furaha: Mwanangu, ulikuwa unateseka sana lakini sasa umefika mwisho wa jaribio lako na sasa unajua ukweli? Jonathani akatikisa kichwa. Ndiyo mama, na ukweli si Rebeka, ukweli ni Naomi. Siku hiyo jioni, gari jeupe aina ya Range Rover liliegeshwa nje ya hospitali. Rebeka alipomwona kijana mtanashati akishuka kwenye gari, alikimbia kwa furaha. Karibu mpenzi, ungeambia unakuja leo lakini Jonathani hakumjibu, alipita moja kwa moja, akamwacha akiwa amechanganyikiwa. Alienda moja kwa moja kwenye chumba cha mapumziko cha wafanyakazi wa usafi. Alimkuta Naomi akiwa ameketi akihesabu pesa zake ndogo kwa ajili ya kununua unga wa sembe. Alisimama mbele yake. Naomi akamtazama kwa mshangao, samahani, hii unatafuta nani? Jonathani alitabasamu akasema kwa sauti ya upole lakini thabiti, Naomi, ni mimi yule kichaa wa lango. Leo nimevaa utu wangu halisi. Naomi alitikisa kichwa kwa mshangao, macho yakianza kujawa na machozi. Haki haueleweki, unamaanisha nini? Jonathani akaketi mbele yake, akamshika mkono. Mimi ni Jonathani Mugambi, mwanaye Mzee Mugambi. Nilijifanya kichaa kwa siku 21 ili nijue nani anaweza kunipenda bila mali wala jina. Rebeka amenidhalilisha, wewe umenionyesha upendo. Naomi, nataka kukuoa. Wafanyakazi waliposikia walikusanyika. Rebeka alipoona tukio hilo, aliangua kicheko cha kejeli. Eti mfagiaji? Mwanangu wa tajiri kaamua kuoa mchafu wa sakafu. Lakini Jonathani alimgeukia Rebeka na kusema kwa sauti kali, wewe ulikuwa mtihani. Naomi ni jibu la maombi yangu. Rebeka alibaki amesimama kimya, akitazama jinsi msichana aliyezoea kumuita kicheche wa vioni sasa alikuwa akavalishwa pete ya uchumba mbele ya kila mtu. Naomi alilia kwa furaha, akamkumbatia Jonathani kwa nguvu. Haya ni maajabu ya Mungu, e! Jonathani akajibu la, haya ni matokeo ya upendo wa kweli. Siku ambayo Jonathani alimtambulisha Naomi rasmi kwa wazazi wake ilikuwa kama sikukuu ya pili nyumbani kwao. Mama yake alikumbatia Naomi kwa upendo mwingi, machozi yakimtiririka usoni. Mwanangu, Mungu amekujibu maombi. Huyo eh, huyu si msichana tu wa kawaida, huyu ni baraka, alisema kwa sauti ya furaha huku akimshika mikono Naomi kwa upole. Baba yake Jonathani Mzee Mugambi alikuwa mtu wa hekima na utulivu. Alimtazama Naomi kwa muda mrefu, kisha akasema kwa sauti ya kina, ulichofanya kwa mwanangu hakina thamani ya pesa. Uliona utu wake hata alipokuwa chini kabisa. Kwa hiyo mali yangu yote ni yenu wawili, na nitakufundisha jinsi ya kuitunza. Naomi alilia kimya kimya, moyo wake ukijaa shukrani. Hakuwa amewahi kufikiria kuwa maisha yake yangebadilika kiasi hicho, kutoka kufagia sakafu ya hospitali hadi kukaribishwa kama binti wa tajiri mkubwa wa Dar es Salaam. Yote hayo yalikuwa kama ndoto. Siku chache baadaye, familia ya Mugambi ilimtambulisha Naomi kwa ndugu, marafiki na washirika wa biashara. Alivaa kitenge cha kifahari, akapambwa kwa urembo wa heshima na adabu. Kilichowashangaza wengi si mavazi yake bali tabia yake. Alibaki mnyenyekevu, mwenye heshima na mwenye shukrani ya dhati. Maisha ya Naomi yalibadilika haraka. Alipewa chumba chake cha kifahari, gari lake la kifahari, na hata msimamizi wa kumsaidia kuendesha shughuli za kila siku. Lakini zaidi ya hayo, alipata nafasi ya kurudi shule ya chuo kikuu, ambapo alisomea uongozi wa biashara. Jonathani na wazazi wake walimsimamia kila hatua ya safari yake mpya. Naomi hakusahau alikotoka. Aliwatafuta marafiki aliokuwa nao kazini hospitalini, akawasaidia kifedha na hata kuanzisha mradi wa kuwasaidia wasichana wa kazi ndogo ndogo mjini Dar es Salaam. Alianzisha taasisi inayotoa mafunzo ya usafi, mapishi na ujasiriamali kwa wanawake waliokuwa wakihangaika mitaani. Kwa upande mwingine, Jonathani alizidi kumpenda Naomi kwa moyo wote. Alikuwa akisema mbele za watu, ningekuwa kichaa maisha yangu yote kama hiyo ndiyo gharama ya kumpata Naomi. Alimwandalia harusi ya kifahari ya maajabu iliyofanyika kwenye ufukwe wa bahari ya Hindi, na kuhudhuriwa na wageni kutoka mataifa mbalimbali. Wakiwa wanandoa, walimiliki kampuni tatu kubwa za usafirishaji, ujenzi na mali isiyohamishika. Naomi pamoja na unyenyekevu wake, alikuwa mmoja wa wanawake wachache waliotambulika nchini kama viongozi wenye maadili na moyo wa kusaidia wengine. Alijulikana kama mama mabadiliko miongoni mwa wajasiriamali wachanga. Rebeka aliyekuwa anamdharau, alisikia habari hizo zote kupitia televisheni na mitandao ya kijamii. Alijaribu kumtafuta Jonathani kwa siri siku moja, lakini alikataliwa na walinzi hata kabla hajafika langoni. Alibaki akitazama picha za harusi na mafanikio ya wawili hao kwa machungu na majuto. Wazazi wa Jonathani waliishi kushuhudia uzao wa hekima yao. Walimshukuru Mungu kila siku kwa kumpa mwana wao akili ya kutafuta upendo wa kweli badala ya sifa au uzuri wa macho. Waliona familia yao ikikua, mali ikiongezeka na heshima yao kuenea kote nchini. Naomi alibaki kuwa mke mwenye upendo, mnyenyekevu na mwenye heshima. Alikuwa mfano wa kusema, utukufu wa mwanadamu si mavazi bali tabia yake. Na kwa kila mtu aliyesikia simulizi yao, walielewa somo kuu, upendo wa kweli haupimwi kwa sura, pesa au hadhi, unapimwa kwa moyo.